Watu wana budget. Ukikuta akiwa chumbani akifanya budget utafikiri ana kikao cha kamati ya utendaji ya maamuzi makubwa ya halmashauri humo ndani. Anavyoupangilia mshahara, anaweka hapa, anakuja nakata, anaweka hapa, anakuja nakata hapa anana... yaani hivyo. Lakini usije ukaishi kwa sababu ya mshahara, utapata pressure. Hakuna mtu alishawahi kuishi na huo mshahara ukamfaa. Mkate hawezi kuishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Wako wapi watu washindi hapa, wanaosema wanao amina hapa? Wangempigia Jehova na vigelegele na makofi mengi. Haleluya! Biblia inasema Petro alipouona upepo shida kuna upepo ambao umeuona kwenye maisha ya kwako. Sijui ni upepo wa namna gani? Wengine mmeona upepo wa magonjwa umeliondoa, umeondoa neno la matumaini, moyo wako umehama, haupo kwenye, kwenye njia ya Mungu haupo. Oh my God, na umekata tamaa na umevunjika moyo na umejiona kama mtu ambaye umeshindwa na umeona mahali ambako upo ni kama hapana tena matumaini nataka nikuambie neno la Mungu la siku hii ya leo. Watu wako watu wengi mmeona upepo, mi sijui ni upepo gani ambao umeuona, wengine wa hasara, pengine upepo wa madeni, pengine upepo wa kukataliwa, pengine upepo wa kufukuzwa, pengine upepo wa kuambiwa hatukutake hapa. Unaweza ukaambiwa Why not, unaweza ukaambiwa, unaweza ukaambiwa, unaweza ukaona vitu vingi kwenye maisha ya kwako maisha tuliyonayo yana mbisho, yana changamoto, yana maneno magumu, wakati mwingine ya kukatisha tamaa, kama upepo. Lakini nataka nikuambie Liangalie neno la Mungu, usiangalie ugonjwa, usiangalie jiografia na ya ubichi na mahali ambako unatembea. Usijaribu kuangalia vitu ambavyo wakati mwingine ni vitu vinavyokukatisha tamaa, liangalie neno katika maisha ya kwako. Ukiona watu ambao wamebaki kwenye maisha ya kwao, ni kwa sababu wameamua kuliangalia neno kwa kwa neno hili nitakwenda. Petro alivua samaki usiku kucha, hakupata kitu. Lakini alipokutana na neno akamwambia Yesu, kwa neno lako nitalishusha. Nitazishusha nyavu. Lakini mtu ambaye umekatishwa tamaa, umeuona upepo, upepo wa mabadiliko ya nchi, upepo wa makesi au kesi mahakamani, upepo wa kudhulumiwa, upepo wa kukataliwa, lakini kuna tatizo ambalo wewe ni tatizo na tatizo ambalo wewe ni tatizo, hata tukupake mafuta ya kiti moto, haliwezi kutoka, maanake wewe tatizo. Na tatizo ambalo wewe ni tatizo ni kwa vile unajilinganisha na wengine, alafu una macho ya kuona green, una macho ya kuangalia ubichi tu bila kuliangalia jangwa, alafu wewe ukalete ubichi kwenye jangwa. Kwa hiyo ungependa kuona ubichi, na macho yako yanatamani kuona green yani. Na watu wengi wanapenda sana kutazama ubichi. Ni rahisi kusema heri fulani, heri fulani, heri fulani, heri fulani, heri huyu anayekaa Marekani, heri yule anayekaa sijui uh, Kimara, heri yule, heri fulani, heri anayekaa buku heri, heri fulani. Lakini wewe hapo ulipo si kwamba unashindwa kufanya chochote, umeuangalia upepo, na hujawahi kuliangalia neno la Mungu. Na mi nataka nikuambie, ndio unaweza na unayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Sema amina. Sasa kuna watu wengi ambao, na ni tabia ya watu, hata mimi niliwahi kupita kipindi fulani kwenye tabia hiyo. Nilitoka chuoni nikapangwa usharika wa Kariakoo chini ya mchungaji Kibona halafu washirika walikuwa hawafiki mia tatu hata mia tatu ni wengi, mia mbili labda mia na hamsini, na tuko hapo mimi mi, mchungaji Kibona na mchungaji Adam Kombo na Kariakoo pale sokoni, hakuna kitu cha ku add value ni sokoni. Huwezi kusema na, nimeongeza kiwanja upande huu, hakuna kitu cha kuongeza pako hivyo sokoni. Na mimi ndo nimepangwa na nimetoka chuoni, brain yangu iko sharp, nataka kufanya mambo nikaenda pale, hakuna hata hewa, kelele tupu kwanzia asubuhi mpaka jioni. Huyo anajaribisha CD, huyu amelewa, huyu si kibaka kapigwa, unasikia huko kuna yowe. Yani hivyo ni kelele kwanzia asubuhi, na mimi kwenye maisha yangu pia si mtu wa makelele, siwezi kupambana na kelele, siwezi kelele. Kwa hiyo nika, nika, yani mpaka nakosa kupumua, yani nikiwa pale na... nilishakosaga kupumua miaka kumi iliyopita Sasa nikawa najilaumu pale, nikasema hivi, mimi hapa nimefata nini hasa? nini kilichonileta hapa? Alafu nikahesabu sasa, makongo kulikuwa hakuna mchungaji nani. Nakumbuka zile sharika Bunju, e, kulikuwa hakuna mchungaji. Sijui sharika zilikuwa kama sharika tano. Hizi salasala kulikuwa hakuna mchungaji, na salasala nilipapenda kwa sababu ni mtaa wetu. Nikiwa mchungaji mwanafunzi wa Kunduchi nimeangisha salasala nikawa naangalia kule Salasala nasema, kwa nini hata askofu akunipanga Salasala nikuja kuleta hapa uswahilini hapa? Nifanye nini hapa? Nilipachukia, nikuambia ukweli. Nikaangalia hizo sharika nyingine, kuna aksesi, kuna maendeleo, kuna maujenzi, kuna vitu ambavyo ningeenda kutumia hiyo kufanya hiyo hiyo keria yangu iende. Hapa mi nafanya nini hivyo? Lakini nikiwa nimekata tamaa namna ile, Mungu alisema na mimi mchana akaniambia, umeangalia kijani. Umeangalia green mahali ambako pana green, kama Lutu alipoangalia green, kijani cha Sodoma na Gomora, akamwambia Ibrahimu, nimechagua bonde la Sodoma na Gomora kwa sababu ya ubichi wa malisho, na Ibrahimu akalichagua jangwa ambalo lipo mpaka kesho, na Mungu akaniambia nitakubariki katika jangwa hili. Kwa neno lile nikarudi madhabahuni, ilikuwa mchana, nikapiga magoti, nikaomba toba mbele za Mungu, nikatoa na sadaka kwenye boksi la maombi la siri lilikuwa pale. Nikamwambia Mungu kwa, kwa sababu umeniambia utanibariki hapa, ninaamini. Lakini niliamini, ila mazingira hayaaminishi. Mungu ananiambia hapa patajaa watu tena, natembea hivi, nasikia roho wa Mungu ananiambia toka nje, natoka nje, naangalia uwanja wa Kariakuu huko kama hivi, hapa una paving kila mahali. Ananiambia kuna watu watajaa mpaka kule barabarani, utaweka viti. Anambia ndio baba, naamini ila mazingira hayaaminishi. Yaani kuna vitu ambavyo unapaswa kuamini, si kwa sababu ya mazingira. Petro mazingira sasa nikamwambia Mungu, yes, I believe, lakini mazingira haya hayaaminishi. Unajua alichoniambia Mungu, akaniambia nitafanya ili uwe mwalimu kwa watu wengine. Basi muda si muda nikapata nafasi, nikaenda kwenye faraga, nikaenda kwenye utulivu, kelea Mungu, Mungu akasema na mimi kuanzisha ibada za masifu ya asubuhi, kuanzisha ibada za kusifu na kuabudu, kuanzisha praise team, kuanzisha ibada za online. Hamjaona wamarekani hapo wakitoa ushuhuda? Si hivyo peke yake. Pale pale Kariakoo, ibada ya masifu ya asubuhi, tulikuwa tunakutanika watu elfu tatu mia tano watu mpaka elfu nne morning. Tulikuwa tunafunga hizo striti zote, tumeweka maflat skrini kule kila mahali, tunakusanya watu wengi, watu wanabarikiwa, watu wanafunguliwa, watu wanaponywa, tukaziona nguvu za Mungu. Na hizo ibada zikaanzia pale kwenye usharika wa Kariakoo, na leo zimeenda dunia nzima na online dunia nzima, na leo tunazungumza kitu kingine. Lakini pia Mungu akanipa neema, usharika ukabarikiwa, tukafanya mambo makubwa ya maendeleo katika ule usharika, pale pale nilipokuwa nimekatia tamaa. Unajua kwa nini? Kuna mtu mmoja amekata tamaa, ninayeongea naye hapa, umeangalia upepo na umevunjika moyo, na umeanza kuona kwamba hauwezi kufanya kitu chochote. Nataka nikuambie, Mungu maisha ya kwako nakumbuka usharika ule pale nilipopaona, hapana maana I, ninakumbuka pale Mungu akanipa wa na watoto nikiwa kwenye hiyo madhabau, Mungu akanipa akanipa vitu vingi binafsi. Mungu, Mungu akanipa na gari, nilipewaga na gari na ibada ya Morning Glory. Na siku niliagwa usharika wa Kariakoo kuja Kijitonyama, nilipoagwa, yani ile kuagwa ile sikukuu ya kuagwa, siku ya kuagwa natoka Kariakoo na kuja Kijitonyama, wale tuliokwenda nao ibada ya Morning Glory peke yake walinipa milioni hamsini pale siku ya kuagwa kuja hapa Kijitonyama. Ni pale nilipokuwa nimepakatia tamaa, nikimwambia Mungu, hivi kwa nini sikwenda sasa? Wewe unapenda sana kusikia shuhuda za watu wengine, wamevukaja, wewe lini? kwa kwa kwa ya kwako itatoka hu niambie tu mchungaji, kwa maombi haya ya leo nipe siku chache, mimi ushuhuda wangu huko studio unatoka nisikie tu watu wachache wanaosema, na mimi ushuhuda wangu huko studio utatoka. Ikiwa e, ni mtu ambaye kila mara unauangalia upepo kwenye maisha ya kwako, kuna vitu ambavyo kila mara umekuwa ukiangalia upepo, na Biblia inasema mbona uliona shaka? Kila mara una, unaangalia upepo na kazi yako ni kusema heri fulani, heri fulani Heri fulani, heri fulani, heri fulani. Heri fulani. Yani, heri zote ushawapa watu wenu, ya kwako heri yako ipi? Wale ambao wamepita kwenye kipindi cha kuona mashaka, kila kitu una dauti, umepita kwenye mashaka makubwa kwenye maisha yako, umepita kwenye kipindi ungeshafanyaga mambo makubwa sana kwenye maisha yako, lakini mashaka binafsi, kila wakati una dauti, una dauti.